Ile chanjo ya pepopunda. Chanjo hizi ni muhimu kwa sababu zinasaidia kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kuwa hatari kwa mama na mtoto. Chanjo hii inalinda mtoto wako kutokana na magonjwa hatari. Ni muhimu kuhakikisha kuwa unapata chanjo zote zinazohitajika wakati wa ujauzito. Kliniki pia hutoa ushauri kuhusu afya ya akili. Afya ya akili ni muhimu sana wakati wa ujauzito kwani mabadiliko ya homoni yanaweza kuathiri hisia zako. Ujauzito unaweza kuwa wakati mgumu kihisia na ni sawa kuomba msaada. Kliniki zinaweza kutoa msaada wa kitaalamu na vikundi vya msaada ili kuhakikisha kuwa unajisikia vizuri na unaungwa mkono wakati wote wa ujauzito. Baada ya kujifungua, ni muhimu kuendelea kuhudhuria kliniki. Hii itakusaidia kuhakikisha kuwa wewe na mtoto wako mnaendelea kuwa na afya njema. Kliniki hizi ni sehemu salama ambapo unaweza kupata msaada na ushauri wa kitaalamu . Utapata ushauri kuhusu utunzaji wa mtoto mchanga, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kumlisha, kumlaza na kumtunza kwa ujumla. Ushauri huu ni muhimu kwa ukuaji na maendeleo ya mtoto wako. Pia utapata chanjo kwa ajili yako na mtoto wako. Chanjo hizi zitasaidia kuzuia magonjwa mbalimbali mbali ambayo yanaweza kuwa hatari kwa afya yenu. Chanjo hizi ni muhimu kwa afya ya muda mrefu. Kwa hivyo ni muhimu kuhakikisha kuwa wewe na mtoto wako mmepata chanjo zote zinazohitajika. Kliniki pia hutoa ushauri kuhusu uzazi wa mpango. Hii itakusaidia kupanga familia yako kwa njia bora na salama. Wataalamu wa afya watakusaidia kuchagua njia bora kwako. Kuna njia mbalimbali za uzazi wa mpango, na wataalamu watakusaidia kuchagua ile inayokufaa zaidi. Kumbuka, afya yako na ya mtoto wako ni muhimu, kwa hivyo ni muhimu kuendelea kuhudhuria kliniki mara kwa mara. Endelea kuhudhuria kliniki hata baada ya kujifungua. Hii itakusaidia kuhakikisha kuwa wewe na mtoto wako mnaendelea kuwa na afya njema na furaha.